Leo ukitizama aspect moja ya miujiza katika hii Qur'ani, tukichukua kama sura moja hivi, sura mfano wa sura Yusuf. Sura Yusuf mna topics kumi na nne ndani yake, lakini topics hizi tukitizama, mwanzo wa sura kama utaipinda katikati Qur'ani, ukachukua mwanzo, linganisha na topic ya mwisho kumi na nne. Tizama topic ya pili maudhui ya pili tazama maudhui ya kumi na tatu kule mwisho juu ya tatu tazama maudhui ya kumi na mbili tazama maudhui ya nne tazama maudhui ya kumi na moja huku utaona namna gani zinavyokwenda sambamba hii wanaita hao waliochunguza wanaita ring structure ring structure sio katika organic chemistry unazikuta hizi ring structure cyclic compounds cyclic hydrocarbons ziko tele Uh, waliozama katika mania hydrocarbons wanajua mambo haya, waliosoma mambo haya, lakini tunasema ring structure of the amazing Quran, yani jambo ambalo namna gani, kama una fold kama ile, utaizungumzia sura ya Yusuf, unaifold katikati, unaipinda, ukatazama nusu ya mwanzo na nusu ya pili, utaona topic zake 14 ndani yake. Moja ya mwanzo hivi unapata reaction yake katika ya 14, ukitazama topic ya pili baadaye unakwenda na ya kumi na tatu kule. Ukitizama topic ya tatu unakwenda kwa kumi na mbili topic ya nne ambayo tunazitizama zote hizi, unakwenda kwa kumi na moja topic ya tano kwa kumi ya sita kwa tisa na mfano kama huu. Kwa hivyo tutizame surati Yusuf surati Yusuf, topic ya mwanzo. Sura hii inazungumzia Quran yatahaddath an Quran mwanzo katika aya ya tatu

Aya 3 na aya 11 namna gani inazungumzia kuhusu Qurani na huku inamalizia vipi conclusion kuhusu Qurani. Tukitizama jambo la pili, tunazungumzia kuhusu dreams eh, ndoto ya Nabii Yusuf. Katika ndoto tunaona kwamba aya inasema nini, wakati Yusuf anamwambia babake ndoto aliyoota, ifqala yusuf

raaitu ahada ashara kawkaban, hakika mimi nimeona nyota kumi na moja, wa shamsa na jua, walqamara na mwezi, raaituhum li sajidin, nimeota nimeona ikinisujudia zote hizi. Haya ni maneno katika aya nne kuhusu ndoto, lakini sasa basi tukenda kule

Haya ndiyo maelezo maelezo, au ni, ni taawili tafsiri ya ndoto yangu. Min qabli hapo kabla, kad jaalaha rabbi haqa, hakika Allah amejalia hiyo, ni kweli, imetokezea ile ndoto niliyoota amejalia eh, kwamba ni haqa wa kad ahsana bi idh akhrajni mina sijni, na Allah subhanahu wataala amenifanyia wema kunitoa gerezani, ila akhiri aya aya na mia. Kwa hiyo huku anaelezea ndoto dream na huku anaelezea mwisho wake his dream came true, imekuwa ni kweli. Jambo la tatu kama tutatazama ni mikakati waliofanya na hila na mbinu walizofanya ndugu zake Yusuf.

fi awaaluuhaabautumbukizeni katika kiza cha kisima chini, yaltakithu badu sayara inkuntufa. Huo ndo wamuzi waliofikia mwisho, kwamba nini? Kisha kumtumbukiza hapo, basi watakuja wasafiri wapita njia, watamchukua. Kama mta kufanya jambo, basi mfanyie ni hivo. Hivi ndivyo walivyokubaliana. Kwa hivyo wasafiri watakuja kumwokota wamchukue, huo ndo amuzi wa mwisho aliofikia, na wakatekeleza hivyo. Kwa hili jambo la tatu unalinganisha na la kumi na mbili upande wa mwisho huku, kama utasoma aya ya tisini na saba na huku mambo yote yameshabainika walisema nini? Wanaambia baba yao, qalu ya abana, aya tisini na saba, ewe baba yetu, istaghfir lana dhunubana, tusamehe madhambi yetu makosa yetu, inna kunna khatiin. Wanakubali kwamba wao walifanya makosa, wanaomba forgiveness, wanaomba wasamehewe, huku wanapanga plani, aya tisa na kumi. Huku wanaomba wasamehewe, aya tisini na saba, qala saufa astaghfiru lakum rabbi

Huyu mke wa Aziz alikuwa namna gani? Alivyokuwa na mtamani kama nilivyoelezea aya 23 ya sura ya Yusuf, wa rawadathu lati huwa fi baitiha, na yule bibi wa nyumba aliyokuwa mu Yusuf alimtamani, an nafsihi kinyume na nafsi yake. Yusuf alikuwa hatake kabisa

Huyu bwana wangu hapa, rabbi sio rabbi wa mola mlezi bali, rabbi hapa ni bwana wake anemlea, kaniweka maskani nzuri. Ahsana mathwai, kaniweka kanlea vizuri, akandekeza katika nyumba yake, mi niende kinyume naye. Ahsana mathwai, ahsana mathwai. Innahu la yuflihu dhalimun, kama nitafanya jambo hilo nitakuwa mimi dhalim, na dhalimu siku zote hatengenekewi, huharibikiwa tu. Hatufaulu kabisa katika maisha yake. Lakini haki ilidhihiri na akatoka Yusuf kuwa ni innocent, hana kosa lolote, bali anakuja mwenyewe bili mraatu lazizi bizulekha, kama alivyosema katika ta, katika ta, tafsiri yake akasema katika mwanzo wa juzu ya kumi na tatu wama ubariu, wama ubariu nafsii, anasema mwenyewe mimi anasema mimi, siwezi kujitoa lawamani. Wama ubariu nafsi, siwezi kujitoa lawamani. Kwa nini? Kwa sababu inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi, kwa hakika nafsi ni mno inaamrisha maovu amaratun sio yaamuru bisu bas amaratu kwa nguvu na kwa kuendelea kila mara. Ina nafsi la amaratu bisu, inaamrisha maovu. Lakini je, kwa kila mtu? ila ma rahima rabbi, isipokuwa yule ambaye mola wangu mlezi aliyemrehemu, akamwepusha na nafsi kama alivyoepushwa Nabi Yusuf, isipokuwa ile nafsi ambayo mola wangu mlezi aliyerehemu anaona utukufu wa Yusuf katika kuelezea, anapofanya konfesha, mtu anapokonfes kwamba kakosa na yule aliyokuwa makosani na kutoajira ya miaka aliyokaa, anasema sasa hivi siwezi tena kujitoa makosani, na hakika nafsi ndio sababu ya kunifanya mimi nifanye maovu, lakini aliorehemwa na Mwenyezi Mungu amepukana na maovu haya lakini hata hivyo, ina rabi ghafuru rahim, anaomba maghfira na rehma kwa mula wake. Kwa hivyo hapa inaonesha kutokuwa na makosa kwa Yusuf, innocence ya Musa wakati huku mratu azizi ndiye alifanya kosa akamsingizia Yusuf, huku unajulikana ukweli wa mambo, sio makosa yake, bali makosa ya yule mke wa azizi topic ya kwamba wanawake wamekusanyika wakawa wanamsema huyu mraatu lazizi, pamoja na Yusuf. Huyu mwanamke mraatulazizi, turawidu fataha anamtaka mwanamke, na huko wanapanga dhidi ya Yusuf kama alivyokuja katika aya. Aya 30, wa qala niswatun fi lmadinati mraatulazizi turawidu fataha walisema katika mtaa mji ule kwamba mwanamke Aziz ana mtamani kijana wake, an nafsi jua kwamba mwanamke mwanamume hataki. Kad shaghafaha hubba, na hii maana kad shaghafaha hubba yani amesalitika kwa mapenzi. Kad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalali mubin, hakika tunamwona huyu mwanamke yumo katika upotovu ulio dhahiri kabisa. Wakati Yusuf anataka kutolewa jela, akasema la, rudi rudi kwa mfalme wako, kala rji ila rabbik fasalhu, nenda ukamuulize. Wakati mfalme aliposema nleteni huyu kijana aliyeweza kuchambua maana ya ndoto yake, akasema mleteni, nataka kumwona mwenyewe.

anazijua vyema kedi zao, hila zao. Sitoki miaka hapa mpaka ukweli ujulikane hapa muulizeni mfalme au nitakajela hapa, hapa. Hata Mtume sasala kasema, alipokuja alipokuja kutolewa asaoni ngelitoka haraka mi, lakini Yusuf kwa subra yake kasema la, sitoki mpaka ukweli ujulikane uhakikike hapo tena, aliposema aliwaambia wanawake, walijikata kwa nini, ilikuwaje? Na walipoulizwa kala ma khatbukunna idhrawatuna Yusuf, walipoulizwa mfalme alisema mlikuwa na nini nini mlipomtaka Yusuf e, annafsi kinyume na nafsi yake Kulna walijibu wanawake wote, hasha lillah, walijibu kwa pamoja, hasha lillah walisema, hasha lillahi. Anasema ma alimna aleihi min su, hatujajua na uovu wowote waliokuwa nao wa Yusuf, hajawa na uovu wote, hakuwa na ubaya wowote kwake. Qalat imraatu laziz walipojua wenyewe wakasema, wanawake wote walijikata mikono yao alipopita Yusuf. Hapo akasema la, hakuwa na makosa. Ikiwa ametaka kujua makosa ye mwenye huyo mraatu lazizi atasema hapo. Ndo aliposema mraatu lazizi alana hashasa lhaq. Sasa haki imeshajulikana sasa, haki imedhihiri Sa -sa. akasema ana ana rawadtuhu an nafsihi mimi ndiye niliyemtamani niliyemtaka kinyume na nafsi yake. Na akasema pia wa innahu la min alsadiqin, na hakika yeye miongoni wanaosema kweli. Yusuf ayuha siddiq, ewe msema kweli Yusuf. Na topik ya sita kuelezea kwamba akaingia jela

kama nilivyomwamrisha, basi atafungwa na atakuwa katika watu wadogo kabisa waliodhalilika. Nandokamana katika jela wadakhala mahu sijni sifatayani, yeye aliingia pamoja na vijana wawili, lakini upande wa pili sasa, tukizama tunazungumza katika ring structure eh. Upande wa pili huku, anaingia jela huku anatoka jela. Katika aya hamsini na nne inasema nini? nafsi. Basi mfalme alisema, mleteni kwangu awe wangu mimi, special kwangu. astakhlishu linafsi, nitamwacha kwangu <tinyan> mie special, awe wangu mwenyewe hasa. Hivi ndivyo matokeo yake, huku katowajela, huku mfalme mwenyewe ndo anamtoa ituni ituni bihi, mleteni astakhlisu atakuwa khalisatan li linafsi. Na aliporudi kwake, falamma kallama wa qala innaka alyawma ladaina makinun amin. Hivi ndivyo alivyomwambia alipozungumza naye, alipomsemeza nena, hakika wewe leo umeshakuwa umekwisha tamakani kwetu, na uko katika amani, umeaminika. Hivi ndivyo matokeo ya Yusuf. Huku tuajela, na upande wa pili nasema huko akishatolewa bali si kutoa jela kama kuonekana sagir mdogo minasagirin, lakini huku ametolewa kwa heshima na taadhima na mfalme mwenyewe kwa kusema utunibi itunibi. Topic ya saba inazungumzia kuhusu ndoto ya mfalme kama ilivyokuja katika aya arobaini na sita.

na mashuke saba mabichi na mengine makavu, tuelezee ili nirejee kwa watu wapate kujua. Hii ni aya arobaini na sita anaelezea hivi <coughs> kwa hivyo hapa ndo akatoa jawabu kala tazrauna saba sinina daaba, alisema kwamba mtalima miaka saba kwa juhudi kubwa sana. Famahasadtum, na kile ambacho mtachovuna fadharu fi sumbuli asikiwacheni katika mashuke yake, wacheni katika mashuke yake. Fadharu fi sumbuli illa qalilan mimma taakulun, isipokuwa kile kidogo ambacho mnachotaka kula. Hivyo aya arobaini na sita kuelezea ndoto, na aya arobaini na saba opposite yake, anachambua ndoto yenyewe, maana yake nini Fi lwaqei katika ukweli wa mambo, kwamba haya ndio atakayotokezea ukame na njaa. Kwa hivyo hifadhini mashuke ili nipate kukupitisheni miaka saba ya njaa inayokuja. Hapo tena ndio mfalme akataka, eh, aje amwone huyu kijana aliweza kutafsiri ndoto hiyo.